Kwa hiyo hmm. Atuwezi kula mpaka mjomba wako arudi. Hey, sindo mwenyewe akula. Sasa si tunakula hela, tunakula chakula hmm. Tunakula chakula. Sasa situkale, tuko barabarani nakula, sivipo kibawa hmm. Tukikamatwaje kikamata, utakuwa tushashiba. Aa, kwa kumbe mtu akikamatwa akiwa ameshiba amna tatizo. Eh. Ee, tukikamatwa tutakuwa tusha shiba mjimbako atakuja kututoa. Sawa, tukae na njaa, kati vyakula vipo hasa, haina shida wako. Ee, cha muhimu ni kuwa na namba za simu tukichwani. Aipo ipo. Namba ipo, yeah. <laughs>